Naitwa Halima Osman, ni mfamasia mkuu Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe na tupo katika wiki ya kuadhimisha wiki ya famasia uh, Tanzania ambayo ni kuanzia tarehe kumi mpaka tarehe kumi na sita mwezi wa sita uh, ambayo ina kauli mbiu ya famasia, kiini cha afya kwa wote, ubunifu, uwekezaji na afya jumuishi kwa wote chini ya uongozi kwa mabadiliko. Katika haya wafamasia sisi ni watu muhimu sana hasa katika taasisi yetu ya afya ya akili. Uh, tunahakikisha kwamba mgonjwa anaepuka kupata UVIDA ambayo ni usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Uh, wafamasia katika hospitali ya taifa ya afya ya akili tuna hakikisha na kuhamasisha kwamba mgonjwa anapopewa dawa aweze kumaliza dawa yake kwa wakati, ameze kwa wakati, na tunapenda kuhakikisha kila mara kwamba hizi dawa anazopewa kuhakikisha matibabu yake yamekamilika, anazitumia kwa usahihi na dozi ya usahihi, na haya yote tunayakamilisha kwa usahihi, na pia ningependa ku kuambia uh, wananchi pia wasipende kutumia dawa kiholela. Uh, dawa hizi zinatakiwa zipewe baada ya kupewa maelezo ya daktari ndipo afike sehemu ya kutolea dawa na apewe dawa hizo. Mbali na hapo matumizi ya hizi dawa kiholela hai haitakiwi. Uh, na pia ka, katika Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili tuna- tumeanzisha huduma mpya ya huduma za kifamasia tabibu ambayo kwa Kiingereza inaitwa clinical pharmaceutical services. Tumefanikiwa kwa asilimia kubwa, kwani sasa hivi wafamasia wanashiriki kikamilifu katika raundi za kuwapitia wagonjwa na dawa zao uh, kuhakikisha dawa zao zinapelekwa kwa wakati, na haya yote kwa kitaalamu yanaitwa directly observed treatment, na pia tunataka kuelekea kwenye one-time treatment kama hospitali ya Taifa ya afya ya akili uh, kama custodians wa dawa sisi wafamasia tunatakiwa tuhakikishe mpaka end user amepata dawa sahihi kwa wakati sahihi na kwa matibabu sahihi. Uh, ningependa kuambia wananchi kwamba sisi wafamasia katika hospitali ya afya ya akili Mirembe, tunapenda kuambia afya ya akili ni afya, jikubali, jijali.